Sakata la Elon Musk pamoja na eh, Trump pia lilikuwa likiendelea wiki iliyopita. Tunajua kabisa kwamba Elon Musk alikuwa ameongea vitu vingi sana vikimhusu rais Trump, na rais Trump pia akamtishia vitu vingi sana Elon Musk ndapo kama ataweza kujiunga na chama pinzani. Lakini sasa Elon Musk ameweza kuonyesha eh, kuweza kujutia kuhusu baadhi ya ujumbe ambao pia alikuwa ameshakwisha kupost kumhusu Donald Trump wiki iliyopita. Eh, sasa katika chapisho lake ambayo ameweza kulipost katika eh, ukurasa wake wa X eh, kumhusu eh, rais Trump akama ameandika kwamba I regret some of my post about President Donald Trump last week. Uh, they went too far. Haya pia yanaweza yanaweza kurithibishwa ya ku, ya pia na vyanzo vingi sana vya habari ambavyo pia vimeweza kutoa taarifa hizo ikiwemo New York Post, lakini pia The Times, bila kusahau uh, Barons, The Guardian na AP News ni moja kati ya vyombo vya habari ambavyo vimeweza kutoa taarifa hiyo ya eh, Elon Musk kuweza ku, ku, kujutia kwa kile ambacho alikuwa amekwisha kukipost kuhusiana na Rais na, na, na, Trump. Sasa mswada wa eh, One Big Beautiful bill pia uliweza kusababisha Musk kuweza eh, kumpiga Trump vikali, kupatikana na zile posti ambazo alikuwa na posti hata kuweza kumuunganisha na, na Jennifer eh, Epstein na kuweza kumpigia eh, kura ya ku, eh, kutimuliwa matendo ambayo pia baadaye aliyafanya eh, jukumu la kuweza kujisahihisha kwa kile ambacho alikuwa amekwisha kukifanya. Musk pia aliweza kuonyesha ni hisia ya kwamba yale ambayo pia alikuwa ameandika yalikuwa yamezidi na alikuwa na hiari ya kuweza eh, kutoweka yale baadhi ya machache ambayo pia yalikuwa yanaendelea eh, kutokea. Sasa katika eh, mpito wa hadhi baina yao, pia Trump aliweza kuweka ishara ya mapendeleo eh, ya kwa, kwa kusema kwamba eh, alisifika yeye vizuri sana na Musk pia akajibu kwa emoji ya moyo, yani akaweka emoji ile ya kopa la, la, la moyo ikiashiria kwamba uwezekano wa e, marafiki wenye baraka, yani kwamba ni wameshayamaliza na kila kitu kinaweza kikaendelea kuwa sawa kabisa. Na Elon Musk yeye kwa upande wake ameweza kukili au kuweza kuona kwamba kwa kila alichokuwa amekifanya amekijutia, kwamba aliweza kukikosea kuhusiana na Rais Donald Trump. Yapi maoni yako kuhusiana na swala hili? Aa, washikaji, mbona kama wanagombana mara wanapatana wanagombana wanapatana and then wanakuwa wanatuchanganya. Drop comment yako hapo, lakini pia ukilike ucomment utakuwa umefanya poa zaidi chao.